Chome nirejee huku pengine kwa upande wangu. Wakati Simba inaondoka, alizungumza meneja wa Simba Sports Club. malengo yao ni kuhakikisha ya kwamba wanakwenda kutoa ubingwa wa kombe la Mapinduzi na kila mmoja ndio kiu yake na kuiona Simba ikwenda kuchukua kombe hilo na kufikia ile levo ambayo Azam pia nayo pia ameshaiwekea kwenye hiyo, kwenye hayo kwenye hiyo michuano, lakini pia akaenda mbali zaidi ya kwamba kuna baadhi ya wa wachezaji wanakwenda kuangalia na kufanya assessment zao kuona ya kwamba ni namna gani watakwenda kuboresha eneo lao. Na kwa namna ulivyoangalia jana, Young Africans wanaonekana kama hawatani hivi Pacome Emmanuel eh, lakini pia vilevile na yakuwa wanaonekana kama wamedhamiria wame hawachekeshi kwenye hii michuano yani, na hicho ndio kinachoniumiza roho. Kwa nini Yanga mashindano ambayo yanaonesha yana matumaini kwetu wanaenda Yanga, walikuwa na sababu ya kuacha wakaendelea na maandalizi ya klabu bingwa. Cha ajabu wameenda, so wameenda tu na fulu mkoba <laughs> sasa Yanga akienda na fulu mkoba navyo. Kwa, kwa za chini chini nilizopokea wale wa AFCON wanatua Zanziba. Yanga yuko serious vibaya mno. Unajua mi kwenye maisha namchukia sana mtu ananitia moyo Mchukia? Mtu anayenitia moyo <laughs> namchukiaga sana <laughs> na pokosa, niambie, umekosa. <laughs> kama kuna uwezo wa kushinda, tuambie, tuna uwezo wa kushinda. Kama hatuna, tunaenda kupambana. Mimi kweli nikiangalia chama langu, tunaenda kupambana kupambana. Simba <laughs> kupambana. <laughs> kupambana. Azam yuko pale <laughs> mechi ya mwisho Azam katushona chuma mbili, Nungi. Yanga yuko pale, Singida yuko pale Unasemaje, unaenda kuchukua ubingwa? Tutapambana, tutapambana, tutakufa nao, tutakufa nao, kama kawaida, tutatolewa kizembe tu. lakini tutatolewa bwana, pata picha sasa. Yanga na Simba wamekutana, Mapinduzi, Damaru, Maruf, Shakei, Simba kuna nani? Hilo bango litashimikwa Zanzibar, litashimikwa bandarindi <laughs> bango lingine kwa sababu... hivyo. <laughs> Mungu akijalia kwa, eh, kwa, <laughs> <laughs> kwa komeza kati ya chuma. Ah, lakini mwanangu eh, tuwache Simba bado tuna, kuna baadhi ya mifumo ni ya ke zamani. Hmm. Mifumo ya trial. Uwezi kwenda kumtrial mchezaji na mwembe Makumbi City kule zile mechi, kuna baadhi ya vilabu wanazitumia kama maandalizi ya CAF Champions League, kwamba wachezaji wapate match fitness, wakate mafuta wa, wa, wa, unajua umetoka likizo eh, ili wakienda kimataifa waende vizuri. Uzuri wa Yanga, wachezaji wa kuacho washaonekana leo hii, niambie, mchezaji gani Simba nacho? Wachezaji wanaoacho wa Yanga wanajulikana, na hata ukiangalia Mapinduzi uwaone washamaliza, yani wale jamaa walishamaliza. Sisi tunaenda kufanya trial, unamjaribu nani? Joshua Budo Mutale aza kaonekana Messi, kwa unafanyaje kwenye kima... kama Bajabili e, kawaka, lakini Bajabili ajikutana na mabeki ngumu kumeza, ule pale mwimbili unamrudisha pancha nyingi. Mi nakwambia tupatie picha hii, huko wana watu Ibrahim Baka Mohamed kama Peter Osmane. Peter Osmane alifanyiwa sabu huyo bajabili. Jamani, nalia naliahui. Kwanini tuongeeni mpila mpila? Mangungu ashatuambia sio mchezo asili <laughs> mchezo wa dharani, tuongee tu quality. Yanga na quality kubwa, na na quality aiji kwa maneno, quality vitendo vinaonekana pale, wanafanya kazi nzuri sana, tuwapongeze. Ile kombe Yanga akilitaka, la mapinduzi anarudi nalo akilitaka anarudi kwa sababu sisi kule tunaenda kuangalia wachezaji, sio kushindana kufanya trial za wachezaji, sio? Unaona, kuna kombe tunalitaka hapo. Yaani mimi kitu kinachonishangaza, kwa nini Simba tunakuwa tuna trial, una trial nini? klabu namba sita sasa hivi, au namba tano kwa ubora barani Afrika, haitaki wachezaji wa trial, wa nini? mchezaji anajua, anajua tu unashusha kigongo, unaweka pale chini, maisha yanaenda. Unadhani kuna kipi cha Simba kujifunza kutoka kwa Yanga Afrika uwekezaji wafanye uwekezaji mkubwa. Yanga afanye uwekezaji mkubwa, mwekezaji mkubwa Muhammad, e, mwekezaji mkubwa tunaye na wafanye uwekezaji mkubwa otherwise, mashabiki tutalalamika, tutapelekwa polisi wengi, mi nasema <laughs> hey. Kipi kipi kinaitafuna wewe unavyodhani, kipi kinaitafuna? Na mi nadhani ni viongozi wa zamani, viongozi wa zamani ndo wana bado ni shida pale wakubali waendane na mfumo wa dunia unavyotaka modern leadership, waingize akili vale changa pale, zinde zikatoe changamoto kidogo e, waingize damu changa pale. Mimi nataka nikuulize jambo moja tu, unadhani Injinia Haris Saidi anaweza kuviongoza vilabu vyote viwili vya Simba na Yanga kwa wakati mmoja na vikapata matokeo? Kwa sasa hivi anaiongoza vilabu vya Afrika, hacha <laughs> Simba na Yanga ni kiongozi wa vilabu Afrika. Kutokana na asili ya vilabu vyetu ni ngumu, kutokana na asili ya vilabu vya Simba na Yanga ile destiny ni ngumu, kiongozi wa Simba kuwa kiongozi wa Yanga au kiongozi wa Yanga kuwa Simba, lakini kwa akili ya engineer anaweza akaboresha, ya engineer anaweza akaboresha ile timu, anaweza akaitengeneza. Na pale Simba wapo wenye uwezo wa kuitengeneza lakini nadhani hawana nafasi kubwa ya maamuzi. Naamini wenye uwezo wa kuitengeneza wapo, ila hawana nafasi kubwa ya maamuzi. Shida ndio inaanzia hapo. Kwani wewe mimi nataka nikuulize kitu kimoja, wewe Mchome. Hmm. kuizungumzia Simba aidha kwa kufanya vizuri ama kwa kufanya vibaya, mimi naamini ya kwamba kila mmoja anakuwa na mtazamo wake. Hmm. bila shaka, si ndio hivyo inavyokuwa? Na kwenye mtazamo wako kuna mitazamo ya aina mbili basina sa yeah, yeah, yeah. Kuna mtazamo chanya na mtazamo hasi, mimi nitakachokizungumza haijalishi kama kumkera mtu. Ja, Kwaerina, we, kabisa, kabisa. Eh, ninaweza nikakukera wewe lakini kuna wengine wataona ni sahihi wakachukua kwenye hilo eh, swala. Vipi mbona watu wengi wanakuchukia? Mm. Kwa, ama ni ukweli huwa unauma? Haujafanya research vizuri. <laughs> Mimi ni kipenzi cha Watanzania eh. Mwanangu nimepoteza nisikilize, nimepoteza instagram ya nne. Safari hii nimepoteza instagram ya nne kwa kuonyesha mimi ni kipenzi cha Watanzania. Narudi upya, utaona na mashabiki wengi wanaonifollow, mashabiki wa Simba. Mimi kwenye akaunti yangu followers wangu wengi ni wa Simba, ile akaunti kabla haijapotea. Instagramu wanakuonyesha watu wanaokufuatilia kisiri kisirisiri. <laughs> Nilichoka kwa jamaa alifundisha anaitwa kama hivyo, PK1 yule jamaa, kuna posti moja aliposti, una uwezo wa kuangalia watu wanaokufuatilia kwa siri, Instagram. Mwanangu vingunge wa Simba niliwakuta pale, wananifuatilia kwa siri bila kunifollow. Niliona watu wengi wakubwa wananifuatilia hmm. Kuonekana kajigundua kwamba mimi ni kipenzi cha watu na ndio maana nafuatiliwa kwa sana, na nikutoe shaka, ndugu yangu. Hao mashabiki wa Simba wanaonichukia nitaje jina hata mmoja, mtaje jina unayemjua nachukia mimi nimpigie simu. Ah, wale vipenzi vyangu wale mashabiki zangu wengine wale, wakipata shida yoyote, simu moja, Mchome tusaidie. Ilitokeaga tenda la kusambaza jezi mikoani mm, walinipigia simu, kama wote wanalalamika, kazi ya mashabiki anafanyaje? Msemaji eh, kalienda aka karudi hivyo. Kwa hiyo ni vipenzi vyangu, nawapenda, wananipenda, maisha yanaendelea bwana. Mimi nataka nimalize kitu kimoja na hili, kwa upande wako una kipi labda cha kuambia mashabiki wa Simba, maana wengi wanaonekana ya kwamba amani saizi na mioyo yao imeanza kurudi baada ya kumfunga Yanga Princess na wao mashabiki wanasema ya kwamba wamekwenda kuwafunga mashabiki wa Yanga. a, wanasema me... kazi iliyobaki ni kuhakikisha kwamba wanakwenda kumaliza dhidi ya Yanga Africans, ambayo ni kubwa ya kina Pacome Zouzoua. Mimi niwaambie kitu kimoja, tumesajili kocha mpya, kocha msaidizi wa zamani, kocha mpya, kocha msaidizi wa zamani, <tusurra> Selman Matoa. Matoa <tusurra> <tusurra> Matoa mwenyewe anajua mimi simkubali. <tusurra> <tusurra> Yeye, yeah, mwenyewe anajua Mchome anikubali Mi simkubali Matola, Matora, na kila mmoja ana sababu zake binafsi e, simkubali tuwa mm. Project tumemwona yuko Stellenbosch ana misimu nane kaipa ubingwa malai tena wakaling Cup kama CRDB ya Kibongo. Ni kocha wa project, tuwe wavumilivu. Kikubwa mashabiki wa Simba, tuwe ni kocha wa project, tumesajili kocha wa pro. So gusa achia, twende kwao Kocha wa project kwanza, so, akaifanya project misimu miwili mitatu minne mm. Akafanya msimu mmoja ukakubali, mipango ya Mungu mm. Lakini akiandaa project ya misimu mitatu, tuwe wavumilivu, tusichoke kejeli za kuweka kwenye mabango mm. One day Simba itasimama. Shukrani sana, pamoja pamoja.